Refresh. Nazo nyingi, nazo nyingi sana na nyimbo na device na mpush sana itoe kindly wa Tanzania. Hebu mwambie ni huyu mtoto. Atoe hii nyimbo ni nzuri sana. Na nyimbo nyingi, nyingi sana za singeli. Mimi napenda mziki wenye high tempo. Napenda kucheza cheza. So mziki wenye high tempo. Sasa mimi singeli ni mziki ambao unaniingia ndani kwa sababu mimi nina nature ya taarabu toka nilipotokea na singeli ni mziki ambao umetogolewa kwenye taarabu. Ni kama taarabu iliyokuwa speed up. So it, it I like it even better kwa sababu inanigusa kwenye roots zangu, lakini pia napenda tempo yake. So I feel soik like, watanzania tukikaa vizuri na tukishirikiana vizuri na maproduza na wasanii wa singeli we could really create something out of that, ikawa ndo identity yetu, kwa sababu hata nilikuwa nikienda kuperform kule Afrima, nikienda kuperform Sound City, ile nyumba ndogo tukiweka mwisho tuki play. They don't understand the the words, but the vibe you see, people are like What is this music? so i really love that about Singeli, yeah Patton bana alivyopita kwenye refresh moja kati ya vitu ambavyo alivizungumzia kuhusiana, mm. na mwanadada Zuchu mm -hmm. unajua kuna namna ambayo inawezekana watu wakawa wanawafahamu wasanii au wanawasikia, lakini ukipata nafasi sasa ya kukaa naye karibu, unaona okay, no unajua, unajua kwamba huyu mtu yuko hivi. So Patton mm. bana alisema kwamba mwanadada Zuchu ni moja kati ya wadada wako peace sana, wako poa, wenye roho safi, lakini sio yeye tu aliwahi kusema maneno. Hata Angela ambaye ni msanii mwenzie kutoka kwenye kiwanda cha bongo flava aliwahi kusema maneno hayo mm. okay, yes. Na Zuchu amekuwa ni msanii mwenye, mwenye mwenye mwenye hiyo roho nzuri mm, kama ambavyo wamesema, kwa sababu sio mtu mmoja tu, ameshasaidia watu wengi wengi mm -hmm. wengi wengi, wengi, wengi, wengi. Nimeelewa mm. Uh, wakati mwingine utaweza kuwa anajiuliza huo moyo unatoka, kwa sababu unajua sasa hivi kuna watu ni ngumu sana kumsaidia mtu kwenye mziki, kwa sababu na mimi pengine labda nikikusaidia unaweza kaja ukawa mkubwa, au pengine labda nikikusaidia baadaye unaweza ukaja kuvimba na nini ukawinga na mm, vitu vingine kama hivyo, so sio kila mtu ana moyo wa wakum, ah, kumsaidia mtu kwenye swala zima la mziki. Yeye yeah, anayo hiyo karma mm, huo eh, moyo, msukumo unatoka wapi Zuhura? I think ni moyo tu wa kusukumana, to be honest, kwa sababu mimi mwenyewe nilishikwa mkono na watu wakaniwekezea na nikafika hapa. So most of the time ukiona kuna mtu ana kipaji and then kuna vitu tu vina mlayback, unakuwa huna uwezo mkubwa, lakini kwa kile kidogo ulichojaliwa, unasema acha tusogezane mpaka hapa, alafu Mwenyezi Mungu atafanya mpaka huko kwingine kwa kuendelea. So I think tu ni ile human nature. Binadamu tumeumbwa kusaidizana na kupendana, so that's it. Sina msukumo mwingine behind me, lakini sana kwa watu wenye vipaji ni ile kwamba unaona atashikwa na nani, kwa sababu Tanzania investors wa mziki si wengi eh, kwa inabidi sisi wenyewe tuliokuwepo humu ndani tusukumane. mm. Yes, kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, wiki kadhaa zilizopita hapa kulifanyika bonge moja la tamasha, mm. pale Tanganyika Packers mm. au sio bwana? ilikuwa ni mm. uh, Samia Serengeti Music Festival mm noma sana na mm. tuliona show ya Zuchu pamoja na dogo dogo Pate. Pate no stage. <laughs> Na kama unakuwa na kumbukumbu -kumbu vizuri ya, ya ile show mm -hmm. Watu wengi walikuwa excited dogo walikuwakumsubilia. Na, na mimi nikiwemo, kuna namna ambayo unajua ile msanii mpya una msa kuzuba mm. Nilipenda Zuchu kama dada mkubwa, akamwonyesha dogosmi. Eh, umeona anamvutia huku anampeleka kule. That was the first time mimi nime perform. Usually, of scene, <laughs> Simba alikuwa ananisakama sana of scene, alikuwa ananiandama sana. Nilikuwa kila nikifika naganda sehemu moja, afu nainua mkono hivi juu. I think kuna ile hofu ya kuwa msanii mpya ambayo kiuhalisia unakuwa hujui cha kufanya. So that day with pattern I really, kwa sababu ilikuwa naona shauki ya watu wanavyompokea vizuri, kulikuwa kuna upande ambao hafiki, amesimama sehemu moja. Oh so that's it yeah, yeah. Really nice. Namna ambayo unaiona kama yani a big sis anamsaidia mdogo wake on the stage. Yeah and he is very yani, ni mtu anakusikiliza sana, nimpe tu shout out, but ni mtoto ambaye anasikiliza ukimpa ushauri, kwa sababu kipindi hiki tumekuwa karibu sana, nampigia simu, namwambia usifanye hivi, anakusikiliza na unaona kabisa anafanyia kazi vinafanyika, so he was really positive kwenye kupokea, kwa sababu mtu mwingine unaweza ukamvuta mm. <laughs> <laughs> Kwa hiyo yeah, ya so I, I really enjoyed also performance yake na mimi pale siku hili kabla ya ule usiku wa lile tamasha mm. uh, pale Tanganyika Packers kuna namna ambayo dogo alivujisha dogo Pate alivujisha voice note ambayo mm, kim, kim si, akisikika mm, Zuchu akitoa maelekezo, unajua leo nitakupandisha nitafanya hivi tufanye hivyo mm, tunde, tukaue. Pate, mdogo wangu, mambo vipi? Sasa leo kuna show kama nilikwambia, ile ya kawe pale Tanganyika Pickers. Sawa, muda wangu wa kupanda, mimi nikiwa namaliza session yangu nikiwa kwenye nyumba yangu ya mwisho, nakupandisha unatakiwa uzingatie mazingatio ya kuua kwenye hii show. Nataka ukipanda pale uue, yani sijui nikwambie vipi. Tukitoka pale, nataka habari iwe moja tu, wewe. Na hii ndio itakuwa safari yako inaanza sasa. Kaa na dj wako, sijui utafanya mazoezi vipi Fanya mazoezi vizuri, tengeneza konfidensi yako, mwombe Mwenyezi Mungu wako. Na kama hauna mavazi, njoo nyumbani mapema, nimeshamwambia mtu, atakuletea nguo, kila kitu takikuta hapa mm. Yukume. mm -hmm. mm -hmm. hii Hmm. Akanielezea kitu ambacho alinielezea na nilimuelewa. Okay. Eh, lakini kwa kutaka kuelewa zaidi kwa nini ilikuwa hivyo, hmm, si kwa Zuchu mwenye. Eh, ndo alikuwa anaongea pale. Ah, natuambia. Comments are always gonna be comments. Hata ufanye kitu kizuri vipi watu wataku kupa negative side of that, watakupa na positive side. Mimi sikuona kama kuna ubaya wote kwa sababu haikumdhalilisha mtu, alifanya pia, mashabiki wakamsubiria kwa shauku. Lakini pia I, I really loved the way he portrayed it. Ilikuwa ni kwamba dada yangu amenipigania na tuna yani, I felt good to be honest. And na, na, na niseme tu namsupport kwenye upande wa, wa sana sana heshima you know, hata kama watu wanamsema vibaya wanamnini lakini anabaki kwamba I did this for respect na nimefanya hivi kwa nia njema, kwa sababu at the end of the day kinachojalisha ni ile nia yake alofanya, hakumchoresha mtu Hakuna kitu chochote kiliharibika. In fact vitu vilienda vizuri zaidi. I think so I support that and there's nothing, anything bad kwenye kupromote kitu chako kwa ukubwa you know, me when I promote my things I don't care. kama naachia nyimbo kama ninatakiwa kusimama katikati ya jarala nitasimama pale, I will promote, I don't care whether you say it's a good thing ama it's a bad thing, that is how he is supposed kujitoa kwenye kazi zake, na kama aliona au tuliona ile voice note pengine kuwepo kule kama imemsaidia, I think it's good, hajakosea and I support him cuz haijachoresha wala haikuleta impact yoyote mbaya.